Yes, Zuchu's fans. Hii ni show nyingine ya Zuchu lakini ilianza hii ndo ikafuata ile ya small planet. Hello everyone, welcome back to my channel. Kama inaniambia kwenye hii channel yangu, please guys, make sure una subscribe, like and comment. Well, hii show bwana ilikuwa ni hatari na yenyewe na aliwafanyia surprise, TCC Family Day. Uh, TCC ni, ni kampuni ya sigara. So wafanyakazi na, na familia zao ni family day kwa wafanyakazi na familia zao include watoto wakubwa wake e waume walikuwa wamejoin pamoja kusherekea hii tuzo. Mbalimbali zilikuwa zinatolewa kwa wafanyakazi, lakini the point of this video ni show ya Zuchu. Zuchu bwana alikuja kwa ku surprise kwenye hii show, yaani wawa wenye kampuni wenyewe walimwita. Kwa hiyo the family ilikuwa so excited kwa sababu hawakutegemea kumwona Zuchu. Imekuwa kama surprise kwao, show ilikuwa hatari. Tuangalie kwanza show hapa kidogo, then tutaongea kuhusu outfit ya Zuchu

Vipenzi imeona vibe la kutocha na alivyofika, watu walikuwa wamekaa tu hovyohovyo, lakini walivyomsikia tu sauti yake, wote wakakusanyika kuenda kushuhudia. Well, tuendele kwanza kuangalia hapa, then tutaongea mambo mengine.

Jamani, Zuchu ana vipenzi wengi sana, na nyimbo zake. Sio tu kuwa na vipenzi vingi yani, nyimbo zake ziko, zina vibe hatari mno. Mm, si mnaona wenyewe na nusu, yani sio eti na nusu saa sekunde, watu washa gadha, alipo wamejaa yani, wamejaa hapo, fans wamejaa, audience tele, wanamsikiliza hatari. Well uh, let's talk kidogo about the outfit aliovaa Zuchu. Well, hapa wakati anatoka zake nyumbani, anaelekea huko TCC family day Chang'ombe, hiyo ndio outfit yake, green army fulani hivi, yani kavaa kijeshi fulani hivi kiafande. Yes uh, nilikuwa natafuta point nzuri ya kuketch na hiyo outfit, kava kiafande, si namjua huyo ni afande, ehe. So kuanzia juu mpaka chini, kava kofia hiyo kama kiafande, kava green army outfit E, imekaa kama kama kiafande fulani vicha kike na boots zake nzuri kabisa. A girl, angalia hiyo heel! wewe sasa hivi ni <laughs> ah, wewe sasa hivi ni tayari, wakungwa wa, wakungwa ndio, eh, eti wakungwa wanaitwa <laughs> ya, washaona. Fans washaona, Zuchu ana kitu tayari. Mimi sio mjuzi sana kwenye mambo haya, lakini fans bwana, ukipita hizo comment sio kwangu tu. Komenti kwa yoyote aliyempost Zuchu, utasikia jamani, Zuchu anayo. Yes, hiyo ndio habari ya sasa hivi according to fans. Jamani, yes au nyinyi mnasemaje fans? Wengine Zuchu anayo, hana. Uh, well, tuachane na hayo mambo ya mimba kidogo. Mnaonaje outfit yake? Mimi nimeipenda sana, kaenda na nyimbo yake ya fani ilivyotaka, ndio maana akaamua kuvaa hivyo. Na kwa kuangalia hiyo outfit yake ni kama two shirts: moja akavaa juu moja kavaa kiunoni, kwa hiyo ime- imekechukua kama ni skirt, lakini hiyo ni shirt ka design imekuwa kama skirt. Umeiona? Yes, yani imekaa bomba sana. Hey beautiful people, drop down your comment hapo and, naona comment zenu wote na nawajibu. Thank you so much kwa kucomment kwenye page yangu, nawapendeni sana, na kama ulikuwa hujasubscribe please fan uh, please make sure na subscribe kwenye hii channel, put on notifications, so nikiposti tu usipitwe. Thank you so much so much usisahau ku subscribe like and comment.